Habari zenu, karibuni kwenye YouTube channel yangu. Leo nitazungumzia kitu kimoja cha kuzingatia pale unapoanza michakato ya kujiandaa kwenda ughaibuni, aidha kwa kusoma, kufanya kazi, kuishi katika familia, labda una exchange program au internship, chochote kile kina ambacho kinakufanya kina wewe uende ughaibuni. Nina vitu vi kama saba hapa vya kuangalia. Cha kwanza imesema epuka matapeli. Kuna watu mara zote yani wanakuwa yani wanaamini kila mtu. Sio kila agenti ni wa kumwamini, wengine tu wanatengeneza peji anakuanza kukushawishi wewe, unaona he, sasa hapa naweza nikaenda, lakini ukiwa huko makini utaliwa pesa na hakuna kitu unachokifanya kwa hiyo cha kwanza cha msingi. Cha pili, acha kuwa desperate. Sio kila mtu anayetoa matangazo tu wewe unasema mimi naenda. Kwa hiyo unakuta hata vile vyakiba ulivyovitunza utavitumia ovyo ovyo, mwisho wa siku utakuja kupata mchongo wa kweli afu una pesa ya kukusapoti kwao. Tusiwe desperate, yani ukaonekana kama wewe basi ndo umekosa tumaini, yani ujui unafanya nini. Yani unaona tuli wale unaliwe kwao. Unatakiwa uwe, umetuliza akili, hata kama umepitia changamoto kiasi gani, watu wamekula kiasi gani, umechoka, kuna stress umekutana nazo, labda uko Bongo, lakini unasema mimi nataka niende. Ni kweli unataka kwenda, lakini unaenda wapi ko tupunguze kuwa desperate, yani usione kama sasa ndio bila yani kwenda sasa, wewe utofanya chochote. Ko uwe makini, uache ku, yani usikate tamaa ukapoteza tumaini kabisa kwamba mimi hapa, basi ndio imeisha. Kitu kingine hapa, unatakiwa ufanye vitu kwa malengo. Wewe una mpango labda mimi nataka kwenda, lakini unatakiwa ujiulize, je, ninaenda kwa njia gani au umeshakuwa na option zako tatu labda mimi nitatumia njia ya kazi au nitatumia ya kusoma, au nitatafuta kitu chochote. Kwa wewe sasa unatakiwa ujipange, labda umejikata option zako mbili au tatu, lakini sasa usikurupuke tu, unabidi uwe na mipango. Je, nina hela? nataka kwenda kusoma, ninaendaje? nina pesa kiasi gani? Unatakiwa uangalie uwe na budget ya vitu ambavyo vitakusaidia, kuliko tu kukurupuka from nowhere. wewe unasema mimi sasa ndio naondoka, unaondokaje? swala la nne ili nimesema kwamba usitumie pesa pasipo na ulazima. Kama sasa hivi una pesa zako umeshaziweka sehemu, si umeweka kwenye akaunti yako, au umezitunza kwenye sehemu yote tu, umetunza ile yako, kwamba mimi muda wote la mgambo likilia huyo unasepa. Sasa unatakiwa ujiulize ninatakaje, umeona, usiwe na matumizi yasiyo ya lazima. Ai, umeona mtu huko sijui anasema anataka hela, wewe kwa sababu kwasababu umeshatunza za kwako, tunza kaa nazo kimya kimya. Wendo unajua malengo, mimi nataka kutoka. Je, ukipata agepu afu unaambiwa bwana, natakiwa afanye hiki, ulipie visa, kwa sababu visa upati bure, visa ni pesa. Kuna madocument labda unatakiwa ka print, unayo kuna vitu vya kutoa kopi, umeona kwa ni vitu vingi. Au unaweza tena ukaenda, kitategemea na sehemu unayoenda kuna kwingine unakoweza kwenda, unaweza kuwa na visa tena. Ukishapewa siku na approve wa visa, unatakiwa ilipie visa. Je, umejipanga kwa hizo pesa? Kwa hiyo ndio maana nasema Usitumie pesa hapa sipo na ulazima. Wewe tunza lako tu vizuri ili mambo yako yatakapoiva. Uwe na pesa ya nauli. Yaani kila kitu uwe nacho labda ila ya akiba kwa baadaye uwe nayo. Kwa hiyo usikurupuke. Pointi ya tano hapa nitakwambia uwe uweke watu wa muhimu ambao watakusaidia. Sawa, najua kwenye michakato ya kupambana, wewe weka vitu vyako siri tu hapa pambana, yaani mwenyewe kimya kimya lakini angalau uwenauwakia kwamba hata ntakapo kwama aa, kuna nitapata msaada. Sio kwamba mtu unayemweka muhimu ili kwa matatizo yako, au utakapoitaji pesa kiasi na sehemu yakukopa, kusema sasa ndio ndmambie mambo yako, ikitokea umesha huyo mtu, sababu sio kila mtu natuka umshirikishe mambo yako la mgambo likilia viza mkononi huyo unaenda kwa watu. Unawaambia, Jamani, mimi nimepata, lakini nimepeleza hichi na hichi kwao, unakuwa na support. Lakini uko unafanya tu vitu vyako wewe, ni yani uweki una yani, lazima uwe na watu watakao kukusupport, watakao kushika. Sio lazima lakini sasa itategemea, maana kuna familia zingine ndio hivyo. Lazima uwe na watu, uwe na watu wa kukushika, kusupport, kwa sababu hakuna kitu. Yani watu wengi tunafika sehemu lakini kwa sababu kuna watu wametushika, kuna watu wako nyuma yetu. Pointi ya sita. Kama wewe ni mfanyakazi, usiache kazi. Hata kama kazini unateseka una mastresi, yani unaona kabisa hapa siwezi kufanya chochote kazi, unajua, nami naelewa, kazi kuna muda inachosha, kuna watu wanakustresi, kuna marafiki wanakukela, kuna watu wamekukatisha tamaa, unaonekana hufai hauna chochote kazini Nakwambia hivi, usiache hiyo kazi. Yani wewe uache siku ukiona la mgambo limelia, umepigwa visa yako unayo mkononi alafu siku zimeiva, hapo unaenda kuacha kazi. Lakini ukiona vitu havijaiva usiache kazi kwa sababu umepata mchongo, usiache kazi kwa sababu umepata chuo, usiache kazi kwa sababu kuna mtu kakuahidi. Kuna watu akiahidiwa tu wana relax, anasema hapa tayari M nimesha sepa mambele unakwea pipa atukue. Hivyo ndugu yangu, kama una kazi heshimu kazi yako ishi umo umo, hata kama ni kwa changamoto za kiasi gani, ishi umo, umo, usikate tamaa. Cha msingi fanya tu, yani heshima, yani usionyeshe sasa kwamba mimi ndio kazi hii sasa, hata nikitoka sijui nita watakoma. Yani wewe fanya kazi mpaka mwisho, yani hawajui, hata kama una una visa yako, ukipata visa kaa kimya, unaona kwamba ndio mdango wa kuondoka, unaondoka kimya kimya, lakini usijionyeshe, usikasirike, kwa sababu hata hiyo kazi ndio inaweza kukusaidia wewe ukapata visa. Kwa hiyo wewe usiende tu kwa sababu ah, mimi ah, nina na mchongo. Kuna watu mimi na mchongo, una mchongo, una visa. Yani ishu sio mchongo tu, upate mchongo alafu uende kwenye visa, alafu upate visa wa kugongea chap. Ukishagongewa sasa ndio urudi sasa na kaviza yako hapa mkononi, kimya, umekaeka kibindoni, unasubiria sasa. Kwa hapo unaanza sasa michakato yako taratibu, kama unaacha kazi, kama unafanyaje, taratibu, ila tu unakuwa na kasi ile yako umekatunza. Nadhani tumeelewana. Swala la saba, Tunaweka akiba, hakikisha unaweka akiba. Yani hivi vyote vitu vinategemeana na wewe. Akiba sio kusema kwamba kila mchongo unaopatikana lazima utumie pesa, lakini lazima uwe na tu akiba twako utunze. Sasa wewe unataka kwenda afu, alafu, unaondoka, una hela una chochote, alafu unasema minaondoka, unaondokaje? Anza kuinvest anza kujiwekea hela zako, unapata pesa, ishi, yani maisha yale ya kimaskini yale, yani unaishi kwa kwa taabu, lakini unajua hizi hela sasa hivi ni malengo. Yani hata iweje stoi, hata mia, yani utatumia kadhaa kadhaa, unatunza, unatumia kadhaa kadhaa, unatunza, ili utakapopata mchongo wako wa viza, vitu vimekamilika, au tukuwa na stresi sana kama ambavyo huna chochote. Unahitaji hiki, una pesa, unahitaji hiki, una pesa, afu mchongo unao. Mwisho wa siku utabakia kujilaumu mami, aya mimi niliwahi kuwa na hivi, alafu si nikakosa bwana. Kwa nini? Kwa sababu hukuweka akiba. Kama umeelewa video hii, jamani, nakuomba usiache kusubscribe kushare kwa watu wengine, marafiki, jamaa na wao wajifunze, wapate hii elimu, wajue kipi cha kufanya. Asante.